Naam, mtazamaji wa Trend TV, kama unavyoelewa ni kwamba kumekuwa na mashabiki wa kereketwa, ee, wanaitwaga hivyo hawa watu ambao wanampenda sana msanii kiasi kwamba wanaamua kujichora tatu ya sura za wasanii hao, na huyu sio wa kwanza, ni wasanii wengi, watu wengi, vijana wengi, wengi sana wamekuwa wakifanya vitu kama hivi. So, huyu hapa ni mwingine ambaye naye pia amejichora tatu za Diamond Platnumz zikifuani kwake, japo ambalo limefanya hizi picha ziende viral kwelikweli huko mitandaoni ni kwamba kila, almost kila page ambayo unayopita lazima unaweza ukakutana nayo hiyo. Video kimeonyesha huyu kijana akionyesha tatuu ambazo amezichora kifuani kwake ambazo zina sura ya Diamond. So hapa kuna page imekuja kuripoti, kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana amechora tatuu ya sura ya Diamond. Diamond anapendwa sana jamani, e, tumwache kabisa huyu jamaa hapo, kifuani ana ujumbe mkubwa sana kwa Diamond. Unaona, ni kwamba upande mmoja amechora sura ya Diamond, upande wa pili huku ameweka barua. E, kachora barua kabisa kwenda kwa Diamond. Planamu. Meona bwana eh? So hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimeweka headline na sio huyu tu, kuna kijana mwingine kutoka Mwanza yeye amechora familia nzima ya Diamond. Yaani, amechora picha picha ya sura ya Diamond, amechora picha ya Zuchu, amechora picha ya Mama Dangote, amechora picha ya Nasib Junior mtoto wa Diamond, amechora picha ya Princess Tifa mtoto wa kike wa pekee wa Diamond, amechora picha ya Eh, Nilan, yani watoto wote wa Diamond amejichora pamoja na mama mtu, Zuchu, na Diamond mwenyewe. Umeona bwana, huyu kijana naye pia alivunja rekodi kweli kweli, mpaka Diamond mwenyewe ilibidi aiposti ile video katika kurasa yake wa Instagram. So huyu hapa ni mwingine naye pia amefanya hivyo, na wadau hapa mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na maamuzi ya huyu kijana kufanya hicho alichokifanya. Kwa mtu ameandika kwamba bwana mpumbavu, yani, hapo Diamond hata akiomba kitu huyu anaweza akampa. Bwana mwanaume unapata wapi nguvu ya kumchora mwanaume mwenzio tena kifuani? Kwa kiukweli eh, kujaribu tu mwili wanaume tuko wachache sana bwana, hapo inatafutwa hela jamani eh. Alafu unamchoraje mwanaume mwenzako bro? Bwana unategemea nini? Eh. Kufanya hivi hivi, huyu kweli anajielewa? Kwa mtu ambaye amekuja amecomment bwana, kujichora hivi lengo lake ni nini? Kuna huyu hapa dada Nora, amekuja amecomment, amesema bwana, huu wote ni uvivu tu wa kubeba zege, mambo hayo. So ukiwa kama mdau, una maoni gani? Na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.